So, hey. So, hey, un yeah, yeah. Mjikune. Daktari, kazi yako iko sawa kama hivi ndivyo. Hakuna kusamehewa, mjikune mpaka nitosheke. Si mlikuwa mnasema ni kiburi? Kiburi yenu iko wapi kwa floor sasa hizi? Eh? Was this was this a joke? Nimekubali. Sasa Fred wacha nikuambie, wacha nikupashe mpasho. This is the beginning. Ndio tumeanza. Ndio tumeanza. Sasa ni kionje tu. Wao wapate dakika nyingine kaa tano. Eh, wajikune kabisa. Eh, mdazi mkunane kabisa vile mlikuwa mnakunana kwa kitanda. Kitanda. Eh. Kwa kitanda. Komandi ni ya huyu. Komandi ni ya huyu. Hello hello, guys, welcome to Msafiri show guys kama kitand kama kawaida mnajua kinyo tunafa mnajua kinyo tunafanya guys manze, so leo guys, mnajua venye tunaendelea manze, na daktari alikuwa amesema atafanya tasha ajilete hapa yeye mwenyewe, na hao watu wame witness wameona tasha amekuja hapa yeye mwenyewe. Sasa nataka nimuulize nani alimwambia kuja hapa, ama amefika aje hapa, unaona? Eh, uko poa? Eh, niko poa. Uko poa kabisa? Eh. Ah, unajua huyu asimjui nani? Sasa kama unamjua na unajua huyo? Huyo? Yeah. Father Fred. Actually, nilina picha yake tu kwa simu and we've never met. Yeah, so ni picha tu kwa simu. So if I see unaona resemble. Eh. Na ule? I don't know. Kwanza ni nani nani actually? Kwa hapa siwa siwa jui. Utanijua tu. Hivi umeingia utanijua, so ongea na mtu mwenye amekufanywa ukajileta hapa. Ndio huyu huyu. Uliwacha huyu mrembo, juu ya huyu Hmm. Achana na yeah. Umbele na wewe na, na wewe ah, mm. Na mbona uko hiyo side? Wewe hiyo nyingine ni yako na mzee wako. Baadaye. Unaitwa nani? Mimi ni Natasha. Tasha. Habari ya Tasha. Huyu ni nani? Habari ya Tasha. Mzuri. Mbona una nini? Uni nani? Ushaniona? Eh, ni nani wewe Msafiri? Ushaniona? Ushajikuna? Eh, unajua mwenye amekuita hapa. Sijui mimi nimekuja like nimejipata hapa na nini. I don't know what's up. Kwani ulikuwa charge ama ulikuwa wapi? Mimi niko na relax kwa nyumba actually. Kwani mwenye alikuwa na relax daktari? Ale mimi nikifanya kazi ni <coughs> <coughs> nini <instant. Kwani>, daktari, huyu <coughs> daktari

Amekupigia simu amekupigia Ame simu. Haya, hiyo ni starters, hiyo ni starter pack. Wacha tuone mm. kidogo tu utajua kwa ume. Aya, Tasha, habari, wewe, wewe, <coughs> nini umejipata ha? ni hmm. ni hmm. ni hapa habari haya, wewe wewe waweweongea mambo yako nini, utakuja salamu za kwangu. Unajua hata akikuja pia mijoche nimemleta sasa, acha nimuulize Tasha. Unajua chini nimekuleta hapa.

huyu mm. ndio ulikuwa so, unilete. Uliniambia umepata jiko mpya. Unaona vile ananiongelesha Wacha nimalizane na wewe mtoto wangu, nataka tuongee vitu ambazo tunahitaji kutoka kwako na Fred, mkiwa wawili, kwa sababu yeah, kuna mmoja hayuko hapa, ako mbali na nikiita azifika saa hii mm, sasa a ndio ndadili nao saa hii. So Fred, na mwenzako kuna vitu za msichana ambazo mlichukua mkuchukua, si mbaya, lakini intention ya hiyo kuchukua ndio mbaya. Mtoto, acha daktari aongee. Lakini una intention mbaya, labda hey, utumie na urudishe, lakini kuchukua kitu na kwenda kumcontrol mtoto wangu hiyo ni mbaya. Sawa sawa. Sasa Tasha naitukuna vitu ambazo mlichukua. So Tasha na Fred, nataka tumuende hapo kando. <coughs> Muonge waongee kama watu wawili, si ndio? Hmm, wasemezane wakuje, wak wak wak na ripoti moja, watu ambie sasa. Sasa hatuna kitu ya kusema, wewe wachukulia hatua, wewe wewe Fred. Kwa hivyo hakuna kitu, mtaenda kuongea na mnasema hamna hizo vitu sawa, na hizo vitu hoitalamakanakameharachora mavituushaiea nataka niongee na wewe mimi na wewe sawasawa. Usiulize mtu yoyote kitu, siulize hata huyu mwenzako ndaka, mimi na wewe sasa ndaka, tuulize tu mtoto wangu ndaka, nikusaidie hizo vitu ziko wapi?

hawana sindio? Mm. Sasa sisi tumewaleta hapa mm. tushaona hu ameshajileta mm. daktari, fanya mambo yako tu, ndo nataka unajua. <coughs> Sasa mimi sinanga haraka ya kupanisha mtu mm. natakanga nimwelezea aelewe chitu kitu ambacho kinaendelea mm. lakini kwa hawa aa, watu wawili mm. huyu ndio anaelewa zaidi kitu ambacho <coughs> <coughs> mamsi, unasikia. Mamsi, unasikia. Ay, ndio mjanja kuliko akili hapo hata indi angekuwa amesha aishajiamuru kwamba, kwa sababu yakisema kwa sababu akisema iko yatasema kwa sababu huyu ni kama anafuata mkia tu mm. ajielewi. mm. eh, tu ana akili yeye, ufuata tu akikubali pia kujisalimisha, mimi nitamsaidia kama unaweza. Acha Jennifer for this, yeye una akili kabisa wewe so, vile wame vile wame rob vitu zangu. Daktari fanya mambo, nataka nikupe mara ya mwisho. Naomba tu ziko wapi Fred? kwa sababu malimkuwa mnapeleka zijafika, si mnakumbuka? malimkuwa mnapeleka zijafika, si ndio? peleka nini? Kesho ndio zitakuwa sasa, tutasafirisha. Anakuruka wewe, hauna akili tena. Unajua mahali zilienda ni mama yake. <clears throat> <reading. coughs>

Unaona, hiyo plani yako ambayo unataka uyachukue mahali kwa, kwa msichana alafu uichukue baadaye, tushajua mtoto wangu so, sasa so, kama sasa, kama report uko nayo aitoe kwa budget. So kama tushajua kila kitu, tafadhali naomba tujisalimishe hizo vitu ambazo mali ziko, kwa sababu hazijafika na haziwezi fika. Kila kitu imefail, uendo zilete, mulete, tukae chini nikuwasaidia mambo mali, pengine juu ukikosea kukosa kukosa sikosa kosa nikurudiako, tutakaa chini, tutawasaidia hapa na pale. Sawa sawa, naomba Mtoto wangu, naomba ufunguke akili tafadhali. Usikae hapo kama kuna kuna mwenye atakwambia mm. Ukae chini nimewabembeleza wamekataa mm. so mmesema, mm. Achukue hatua, sio? Achukue hatua. Eh. Kabisa eh. Right with immediate effect. Eh. Mzao uko ready? Mimi chochote juu sasa eh. Ni kijana yangu lakini, kama amekataa, eh. Wacha daktari afanye yake so, afanye. mimi nangoja ku witness. Fanyeni kitu vinafanya hizo shenanigans hizo, mmetosha, utarudisha au utarudisha <laughs> nirudishe kenye sina sasa, na si umejelea hata nasi umejileta. Yes, sio daktari? Yes. Sasa wewe ongea na Jennifer mfanye mambo. Sasa mimi ushukani wako yangu yote nimekuachia. uh -huh. Wewe wanataka chochote. uh -huh. Sawa, sawasawa. uh -huh. lakini kitu cha uh -huh. yes, indo, kitu cha maana nikwasema ukweli. Yes, ndio kitu minileta hapa. mimi siku <coughs> jingi mimi si furaha yangu nikipandisha mtu mtoto wangu mtoto wangu mm. furaha yangu ni mtu akisema ukweli. Sawa sawa. So kitu yoyote nataka afanywe nini? Ajikune. Haya, so mimi eh. tumekaa. Okay. So, so, so. mm. mm. mm. mm. Tumeongea mm. mm. mm. Na mimi mwenyewe na my mom zile vitu naona naonangaa zikifanyika mm. Nataka leo nijiwitnessie. Kama gani? Nataka wajikune kwanza, huyu mwenye kuna mdomo mingi sana aanze kujikuna yeye, sasa aanze, mm. Eh, kujikuna hizi kujikuna saa na movie. <laughs> <laughs> shana, shana, shana. E, ni movie. Jikune kabisa, toa hata hiyo flaneli yangu, jikune kabisa, hata huyu msana aanze kujikuna, ngoja. Wajikune walale hapa chini, nione wakilala hapa chini wakijikuna. Usitupe nguo <laughs> zangu chini

Mama, mama Free. Amefanya nini? Ia ziko wapi? Tukisema ukweli mtafanya okay. Yache tafanya lini? Tuliongeanga na mama angu, haki daktari, fanya yache na nasema ukweli. Jikune kabisa, jikune kichwa, jikune kila mahali, hiyo kichwa yenyewe ina akili. Ongee jikune kila mahali. Sema ukweli. Mama angu <laughs> Jikuna ukiwa umekaa chini, jikuna. Si ulikuwa unafanya kiburi yako, iende chini yeah. <laughs> Uh, ma mama ya mzuri, mama yako alimayako, alikwambia aje? tuliongeanga na mazee. Mhm. Alitutumanga kwa mama mwingine hapo hey. Ati... hey. Am hey. niambie ni mimi nisikize, mm -hmm. kieo. Aha, jikune mimi useme ongia, sai kujua si mimi ni mzee jikune mpaka nini <laughs> yao ngozi yako ikue mzee zaidi hey, hey, Fred hey. Ah. akasema mpeleke kwa mama hizo hizo vitu vitu ziko wapi? ziko wapi ziko wapi ziko wapi wapi wapi wapi basi <laughs> Mulipea nani <laughs> tulifanga kuzipelekea mathe flani yeah. k yeah. yeah. afanya nini

mjun so miun hey, ya yeah. yeah. ah, tafadhali. yeah. Daktari, kazi yako iko sawa eh? Kama hivi ndivyo. Hakuna kusamehewa, mjikune mpaka nitosheke. Si mlikuwa mnasema ni kiburi? Kiburi chenyewe iko wapi kwa flow sasa hizi? Eh? Was this, was this a joke? Wacha nikwambie, wacha nikupashe mpasho. This is the beginning. Ndio tumeanza. Ndio tumeanza. Hii kionjo tu. Dakika nyingine kaa tano. Wajikune kabisa. Mkunane kabisa vile mlikuwa mnakunana kwa kitanda. Kwa kitanda. Kwa hapa. Command ni ya huyu. Command ni ya huyu. Tena atasema ndio. Nishike ah ah, mimi si Jeni wako saa hizi, toka, usinishike. Jeni jeni la nimsulini kama mama mzee, enda ushike huko, enda mkunane vile mtu kwa mtu, samaki samaki. Tafadhali so mlio wale wana mchukua hizo vitu eh. Tasha, sema ukweli tafadhali. Ni tafadhali, usinishike mimi, hebu pia usinishike, sinikaribia, usinikuni nini. So hizo vitu mtaenda mzileta, mwalimu mzee, tutaleta Leta, ambia huyu kama atawa Jeni, leta tafadhali, usinishike wacha <laughs> <Ha. Okay. Okay. laughs> nikwambie, nafurahi sana kumwona kiwa kwa hii level, kiburi yako zilikuwa huko juu. Kama uliwa ninipenda Jeni, kama uliwa ninipenda Jeni, tafadhali

asijamfikia bado, utarudisha. Sema ukweli, usinishika hata kunishika huko, unanishika hizo siku zingine daktari. Kitu nimesema simana vile saizi, nafurahi vile wako sasa kama watakawacha kujikuna waende walete hizo vitu hmm, kuanzia hapa mpaka pahali ziko, wakijikuna waende, wakijikuna mpaka huko vitu nataka niwapee, waende <laughs>

Amesema mm, eh, <coughs> eh Jennifer, nataka mm, niwape mtiani, nataka mm, niwaachilie waende mm, sawa, mm, kama wamepata discipline wenyewe wataileta, wenyewe watakupigia simu wasema <coughs> mpatane <mpataani>. Lakini <coughs> kama hawajapata discipline <coughs> sasa hapo mimi nitarudi tena, wakikupigia wenyewe sitakuwa hapo, lakini ikipita pia nirudi sasa hapo ndio itakuwa maneno mengi

<laughs> kujikuna, Daktari, kazi yako iko iko sawa mm. Sawa sana kama kama <laughs> <laughs> <Daktari. laughs> <Nuna jia, laughs> hey, hii ni ukweli hii ukweli. <laughs> <laughs> ni sasa hata hey, wenyewe tutafika hapo hapo kwanza. <laughs> <laughs> warudishe warudishe vitu Msafire, warudishe vitu vitu Msafire zangu watoke, mpaka ziko watu waenda kuona vile aibu wakijikuna. Daktari, kazi yako iko sawa, anajua mambo. Warudishe vitu vitu zangu, watoke wakijikuna Mm. Hmm. Oh, yeah. Yeah, oh, yeah. So mm. Wewe ndio utapewa komandi tena uone okay. Wewe, kama utawaguza alafu uende waende wa prepare hizo video kesho watakupigia simu wewe mwenyewe. Wewe wewe, simu Mjikune Mjikune mkinil mkinil down down mkipanda mkipanda juu. juu. Eh. Eh. Eh. Umesikia? Usikie mkuni. Wewe mjikuni. Mjikuni. Mjikuni ajikune Eh, mkinil down mkipanda. Mkipanda mkiniomba msamaha, wewe mwarakisha, ndio mwache mkinyoa. Mm. <laughs> mkikuja hapa, wataka nikaribie, mnakuja hivi, umechanganyikiwa. <laughs> <laughs> Eh, umechanganyikiwa. <laughs> <laughs> eh, wakuje pale, niko hapa <laughs> mm.

acha kujikuna yeah.